fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais na namshukuru Mheshimiwa Rais kwa imani yake yeah, ya kuona kwamba anirudishe katika wizara ile ile. Nafikiri ni wizara ambayo nimeshaifanyia kazi karibu kwa miaka mitatu sasa e, kwa kiasi fulani, naielewa, najua changamoto zake na najua matarajio. Kwa hivyo ahadi yangu mimi kwa Mheshimiwa Rais, lakini pia ahadi kwa wananchi kwa ujumla ni kwamba pale tulipomalizia katika awamu ya kwanza, sasa ni kwenda kufanya kazi kwa spidi kubwa, kwa kasi kubwa kama anavyotaka Mheshimiwa Rais, lakini tumalizie kazi za miradi iliyokuwa inaendelea, lakini na kuanza miradi mipya ya miundombinu ya barabara, bandari, airport kama ilivyoelekezwa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030. Hilo ndio jukumu ambalo sasa ninalo na nakwenda kulifanyia kazi kwa juhudi kubwa, ueledi kubwa kwa kushirikiana na wenzangu ili tuhakikishe matarajio ya Mheshimiwa Rais lakini pia na matarajio ya wananchi tuweze kuyatimiza katika kipindi kifupi sana kijacho. Asante sana. Na, na washukuru sana.